Tunapoyasema haya wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lisu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi hii. Siyo kauli ya Lisu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakaoasi dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. <laughs> Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari. Na wameshaanza bungeni, mnasikia wanasema Rais Samia amteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Wabunge wa CCM wanasema hivi, alafu kuna mwanachadema anasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo ambao tayari wao CCM wanasema rais yupo na tayari wanataka wateue waziri mkuu, tayari wanasema Nchimbi ni makamu wa rais anapewa protokol za kimakamu wa rais analindwa na vyombo vya dora, na nyiye mnataka tuende kuraba stampu uchaguzi wa aina hiyo? Twende kuupa uharari uchaguzi huo? Rais Samia leo anaona mtu anayeweza kushindana naye kama tukiamua labda kwenda kwenye uchaguzi, nirisu anampa kesi ya uhaini, nataka tushiriki mambo hayo. Tumesema no reforms no retreat, na hatuwezi kurudi nyuma. Ndio msimamo wa chama chetu, no reforms no retreat. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama, ndio msimamo wa baraza kuu la chama, ndio msimamo wa kamati kuu ya chama ndio msimamo wa viongozi mliowaweka mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu, sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje. Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia, kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamu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 kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani ajui uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii tume ya taifa ya uchaguzi ina maadili hapo? Inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Hawa wanaoiba uchaguzi ni maadili, yani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 na, na riski maisha yangu, si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo halafu sina riski yoyote ya maisha? Na nielewa vizuri, hatutakuwa tayari kusimamia uongo.